Tena tunakuja kwa moto, tunakuja kwa kishindo, tukaletea tena habari mpya ambayo itatupatia msisimuko sisi wa Afrika e, kwa lugha tukufu la Swahili. Je, na kwambia kwamba kanisa Katoliki liliwahi kuongozwa na mapapa wa Afrika wa Kiafrika? Ndiyo, umesikia vizuri. Kabla ya Ulaya kutawala dunia, tayari watu weusi walikuwa wakiongoza Ukristo, lakini historia hii imefutwa. Kwa nini? Nani nani anafaidika na kusahaulika huku? Ulikuwa najua kwamba papa wa kwanza mweusi alikuwa Mwafrika? Okay, nitakwambia e, papa wa kwanza ambaye aliongoza e, ambaye alikuwa mweusi alikuwa ni Papa Victor wa Kwanza, Victor wa kwanza mwaka wa 189 hadi 199. Alikuwa Mwafrika kutoka Maghreb, aliongoza kanisa katika maamuzi makubwa kama vile tarehe ya Pasaka. Bila yeye, Wakristo leo huenda wasinge lisherehekea Pasaka. Na jina la pape wa pili alikuwa ni papa mwe, Mwelkaida, mwaka wa 313, katika mateso ya kikristo alisimama kama kiongozi. Chini ya uongozi wake uhuru wa kuabudu ulianza, amri ya Milano. Na pape wa tatu ambaye aliongoza, ambaye alikuwa mweusi alikuwa ni papa Gelasi wa kwanza. Gelasi wa kwanza papa wa mwaka wa katorze nonande hadi katorze nonas, alisema hakuna mfalme juu ya dhamira. Hapo ndipo wazo la mgawanyo wa kanisa na serikali ilipoanzia. Leo wanaposema kuwa Afrika haiwezi kuongoza, tunasema tuliwahi na tunaweza tena. E, wakati watu vatu wanasema eske eh, Afrika itaweza kuongoza ama haitaweza? E, kumtu ambaye atakuwa amekusha ame kusikia video hii ama kuifuata, yeye ni kizani atajibu vyema, ni kujibu tu kwamba sio mara ya kwanza lakini tushawahi kuongoza nini, kuongoza Ukristo na tutaendelesha kuongoza Ukristo, na hapa tunasema kwamba. Kumbuka Victor alivyoongoza umoja, Melkiad alileta uhuru, basi alijenga haki. Na naomba kila ambaye atafuata video hii ajikaza, apate kuweka mambo haya katika ufahamu wake. Ni mambo mazuri kabisa. Ni mara ngapi umeambiwa historia hii? Sasa unajua. Sasa chukua hatua, weka like, ya shiriki na ujiundie kwenye chaneli hii, kwa sababu kurejesha historia ni kujenga nini, akabali wa kweli na hapo, nitaambia msikilizaji kwamba hadithi yetu haikuishi hapa, lakini ndiyo ndipo sasa inaenda kuanza, na tutaanza katika sehemu ifuatayo. Like comment ujiabone upartage kujiabone tu kusubscribe, kupartage kwenye channel yenu Ahadi Divertissement, mkupata sasa ukweli kuhusu mambo haya hivi karibuni. Asante na mbarikiwe na Mungu.